Dini imetutaka tutarajie na tumaini, tutue na matumaini ya ujira na heri juu ya amali njema ambazo tunazitenda, kutarajia malipo, kutarajia fadhila. Utatutaka tujue hizo fadhila. Na leo tuangalieni watu wa siam, namna watakavyoingizwa janna kupitia mlango wao maalum. Mlango huu ni kwa wale tu ambao wamekithirisha siamu katika uhai wao, wamekithirisha siamu. Hawa si wale ambao wanafunga ramadhani tu, bali ni hawa hawa, ni wale ambao siamu ya ramadhani imewalea mpaka wakakithirisha siamu katika maisha yao ya kawaida, kwa sababu lau kama hadithi hii ingewahusu wanaofunga mwezi wa Ramadhani tu, yani ingekuwa hakuna ambaye hatopitia mlango huu kati ya Waislamu wanaofunga, na aghlabi yao wanafunga. Waislamu wako asosali, lakini wanafunga, na ukimpata Mwislamu hafungi, huyu ni mwasi mkubwa zaidi. Yani si rahisi kumkuta Mwislamu anasali lakini hafungi lakini utawakuta wengi sana ambao wanafunga lakini hawana sala. Kwa hiyo funga ya Ramadhan siyo ambayo imebebesha fadhila hizi, hizi ni fadhail kwa wale ambao wameichukua siamu katika maisha yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ametaja idadi ya milango ya jannah, na Alquranu lkarim imetutajia idadi ya milango ya jahannam. Kwa hiyo idadi ya milango ya moto imo ndani ya Quran, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum, moto na milango saba, kila mlango una hisa yake maalumu iliyogawiwa, ambayo itapitia mlango huo. Alquranu lkarim imetutajia idadi ya milango ya moto na alhadithu nabawi zaidi ya hadithi moja zimetaja idadi ya milango ya janna, ambapo milango yake ni minane. Na rehma za Allah kubwa na zimetangulia ghadhabu zake, basi hata milango ya rahma zake ni mikubwa zaidi. Yaani janna ina milango nane, imeizidi idadi ya milango ya motoni. Hii milango ya janna Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kupitia milango hii kuna mlango mmoja unaitwa Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa saimun, mlango huo hawaingii ila mtu mwenye siamu. Nini maana Ar-Rayyan? Ar-Rayyan katika lugha ya Kiarabu ni mtu aliyekunywa mpaka akaondoa kiu na aliyekula mpaka akaondoa njaa anaitwa shabaan mwenye kiu mwenyewe anaitwa al-atshan. Akishakunywa akaondoa kiu tu kiu yake anaitwa Rayyan, na mwenye njaa anaitwa al-jau'an. Akishakula mpaka akaondoa njaa yake anaitwa ashaban. Kwa shaban ni kinyume cha al-jau'an, na Ar-Rayyan ni kinyume cha al-atshan. Lakini Kiarabu kinatumia neno al-atshan kwa mwenye kiu mwanamme akiwa mwanamke, wanamwita alatsha, na akifika kuondoa kiu mwanamme akanywa mpaka kaondoa kiu anaitwa Rayyan, akiwa ni mwanamke anaitwa Rayya, na ndio maana sahihi, usahihi huko, kwamba Rayyan liwe jina la mwanamme na sio la mwanamke. Rayyan lilitakiwa liwe jina la mwanamme na sio la mwanamke, kwa sababu Rayyan ni sifa inayomhusu mwanamme na kwa sababu lugha ya Kiarabu, wakitaka kutajwa jumla jamaa la wanaume na wanawake, basi upande wa wanaume katika dhamair majina yanatajwa yana katika namna ya kiume, yani cha kiume kinambeba mwanamke, lakini sifa hakika haiwezi kumbeba mwanamke. Na ndio maana unakuta ayuha alladhina amanu wa uljamaa, asili yake na wahusu wanaume, lakini ataingia wanaume na wanawake wala haijahitajika kusema ya ayyuha ladhina amanu wa amanna, na hutoikuta wewe dhamiri ya kike ikawabeba wote. Kwa mwanamme kapoa kipaumbele. Arrayyan ni mtu ambaye kanywa mpaka kaondoa kiu, na kwa sababu ni jina linahusu mwanamme, basi pia linaweza kambeba mwanamke. Na ndio maana ikatajwa Rayyan, kwa wanaume na wanawake wataingia, lakini uwasilia

Imekuja wa man dakhal, na atakayeingia sharib, atakunywa. Wa man shariba lam yadhma abada, na atakayekunywa kupitia eh, kinywaji hicho ambacho wamenyweshwa waliokithirisha siam katika uhai wao, huyo atakayekunywa katika janna, basi hataona kiu milele. Asaimun wataingia kupitia Rayyan na wakiingia humo watakunywa, kwa sababu siam iliwanyima kinywaji katika siku zenye joto kali mpaka koo zikawakauka. Sasa umefika wakati wakirimiwe waliopata kiu duniani kwa maji ambayo yataondoa kiu ya akhera, hawatofikwa na kiu tena. Kwa hiyo watakapokunywa katika janna, baada ya hapo itakuwa unywaji wa starehe na kuneemeka, sio unywaji wa kuondoa kiu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya mwisho ndio yamezidi kuonyesha arrayyan ni neno lilokusudiwa kwamba aliyekunywa mpaka akaondoa kiu. Babu Rayyan, mlango huo ataingia yule ambaye atakayekunywa mpaka amba akaondoa kiu yake, kwa sababu maneno yamekuja mwishoni, atakayekunywa hapo hato na kiu tena. Hizi ni fadhila kwa mtu ambaye kakithirisha siamu

katosheka na kufunga Ramadhani tu, sio huyu atakayeingia mlango huu Ar-Rayyan. Bal mulazamata nawafili min dhalika wa kathratuha, bali kilichokusudiwa hapa ni kuzilazimu siyam za sunan na kuzikithirisha. Yule ambaye atakayefanya kwa wingi, basi ndiye ambaye ataingia katika fadhila hizi na pia Almunawi katika Faidhul Qadir akaashiria kauli yo hiyo kwamba walokithirisha siam ndio walengwa wa hadithi hii. Kwa hiyo kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, tunaona fadhila za kukithirisha heri na kuwahi kupa, na kupania katika kulipata jambo hilo na heri hizo.